Nimesoma kwamba Henry Longfellow angeweza kuandika mistari michache ya mashairi kwenye karatasi na kuadhiri kizazi kizima. Tunaita hiyo ustadi wa kishairi au kipaji cha pekee. Rembrandt angeweza kuchora kwenye turubai na ingekuwa kazi bora ya sanaa. Tunaita hiyo ubora wa kisanii. Lakini hakuna bingwa duniani anayelingana na kipaji ustadi wa Yesu ambaye anawachukua wenye dhambi na kuwabadilisha kuwa wanafunzi. Tunaita hiyo neema ya ajabu. Sasa katika safari yetu ya hekima iliyopita, tuliangalia wanafunzi wanne wa kwanza waliochaguliwa na Yesu na tukaona ustadi wake juu ya maisha yao. Sasa anayefuata hapa kwenye orodha ya Luka sura ya sita mstari wa kumi na nne ni Filipo. Hebu nimtambulishe kwa kukupa kanuni nyingine muhimu inayofanya kazi hapa. Bwana aliwachagua wanafunzi wake si kwa sababu ya uwezo wao wa kushangaza, bali kwa sababu walikuwa tayari kupatikana. Nakumbuka nilipokuwa nikikua katika nyumba yetu ya kimishonari, mama yangu alitupigia sisi wanawe wanne kanuni hii. Upatikanaji ndiyo uwezo mkubwa zaidi, na hiyo ni kweli. Na hakuna mwanafunzi anayethibitisha hili zaidi ya Filipo. Sasa Filipo anaonekana katika matukio mafupi manne yaliyoandikwa katika sura nne kwenye Injili ya Yohana. Eh, kama ungekuwa umekutana na Filipo, naamini ungekuwa umekutana na mtu asiyeonekana wa ajabu sana. Alitoka katika mji mdogo ule ule ambao Petro na Andrea walitoka. Kwa kweli kuna uwezekano mkubwa walihudhuria sinagogi moja. Alikuwa mtu mtulivu na mwenye kufikiri sana. Alikuwa mpangaji. Yeye ni aina ya mtu ambaye hupenda kucheza salama maishani. Kwa kweli, kuna tukio moja ambapo Yesu anakwenda kulizungumzia suala hilo katika mawazo ya Filipo. Kuna umati wenye njaa wa wanaume elfu tano pamoja na wanawake na watoto, na wanahitaji chakula. Basi Yesu akamgeukia Filipo, katika Yohana sura ya sita hapa mstari wa tano, akamuuliza tutawanunulia wapi mkate ili watu hawawale. Yesu alisema hivi ili kumjaribu kwa maana yeye mwenyewe alijua atakalofanya. Basi Filipo anaonekana kusimama pale na kuanza kuhesabu, tuone, wanaume elfu tano pamoja na wanawake na watoto, chakula kwa kila mtu, pesa kwa kila mtu, na anafanya hesabu na kumwambia Yesu, hapa mstari wa saba, mkate wa denari mia mbili hautatosha hata kila mmoja apate kidogo tu. Denari mia mbili Ilikuwa sawa na mshahara wa mtu kwa kwa mwaka mzima. Kwa hiyo Filipo anamwambia Yesu, hatuna pesa nyingi hivyo Hath, hakuna njia tunaweza kulisha umati huu. Basi wakati huo huo Andrea anakuja na kusema, haya, nimepata mvulana mdogo ambaye yuko tayari kutoa chakula chake cha mchana. Ana, hebu tuone, ana vipande vitano vidogo vya mkate wa shayiri na ana samaki wawili wadogo wa kukanga ambao wangekuwa na ukubwa wa sardini. Sasa Filipo labda anafikiria Andrea, bubu wewe huna akili, hiyo itasaidia nini? Hiyo haiwezi kufanya kazi kamwe. Basi ni kama vile Yesu analenga muujiza huu moja kwa moja kwenye moyo wa Filipo. Yesu anataka kumfundisha wakati anawalisha watu elfu tano kwamba sio kile unachoweza kukokotoa, ni sio kiasi gani una benki, ni kiasi gani unachompa wana wako na kisha umwachie yeye ashughulikie yote yaliyobaki. Hilo ni somo kubwa kujifunza, na usikose kuona kwamba Yesu alimchagua Filipo Yesu alimchagua mtu wa takwimu na hesabu, mtu mwenye mpangilio wa mawazo uwa mmoja wa wanafunzi wake. Inawezekana wewe pia e eh, uko kama yeye leo. Kulingana na vyanzo vya kihistoria, Filipo aliendelea kuwa mwanzilishi wa kazi ya injili katika eneo ambalo leo ni Uturuki ya kisasa, akiwaongoza watu wengi kwa Kristo, kabla ya hatimaye kupigwa mawe hadi kufa kama shahidi wa imani yake. Sasa, e, pamoja na hilo, anayefuata kwenye orodha, e, Luka anamtaja Bartholomayo, ambayo inamaanisha mwana wa Ptolemi. Hili ni jina lile lile lililotolewa na Mathayo, Marko na Luka, lakini injili ya Yohana inaongeza Nathanaeli. Kwa hiyo jina lake kamili lingekuwa Nathanaeli Bartholomayo au Nathanaeli mwana wa Ptolemi. Sasa, kama ulidhani hakuna mengi ya kusoma kuhusu Filipo, kuna hata machache zaidi kwenye Biblia ya kusoma kuhusu Nathanaeli. Kwa kweli, tunapewa tukio moja tu linalomhusisha Nathanaeli, nalo ni wakati anakutana na Yesu kwa mara ya kwanza tunaambiwa hapa katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 45: Filipo akamkuta Nathanaeli akamwambia tumemwona yule aliyeandikwa na Musa katika Torati na pia na manabii, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yosefu. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni kwamba Filipo anaenda kumtafuta rafiki yake Nathanaeli, ambaye inaonekana alikuwa ameketi chini ya mtini, labda akipumzika kidogo. Filipo anamwambia kwamba wamepata Masihi, Yesu wa Nazareti. Basi Nathanaeli anaketi na kusema kwa kejeli kidogo katika mstari wa 46, Je, kuna kitu chema kinachoweza kutoka Nazareti? Kwa maneno mengine, hakuna kitu kizuri ambacho kimewahi kutoka katika kijiji kile kidogo. Lakini sasa anaposimama mbele ya Yesu akiwa katika uwepo wake, Bwana anamwambia hapa katika mstari wa 48, kabla Filipo hajakuita ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli anashangazwa kabisa hapa. Anajibu kwa Bwana ambaye ni mjuzi wa yote na hata yupo kila mahali kwa namna fulani, na anasema hapa katika mstari wa arobaini na tisa, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Nampenda huyu jamaa yeye anafanya uamuzi wake ndani ya sekunde mbili tu hapa. Haya ndiyo yanayopita akilini mwake kwa haraka: kama Yesu aliniona chini ya ule mtini na hakuwa pale, lazima awe ni mwana wa Mungu, na kama yeye ni mwana wa Mungu, basi hiyo inamfanya kuwa mfalme wa Israeli. Basi ni wazi kwamba Nathanaeli ni mtu wa kusema anachofikiria na kufanya maamuzi haraka. Kwa njia hatujui kuhusu mwanafamilia Mwingine yeyote aliyeandamana na Nathanaeli. Inaonekana kama alikuwa peke yake kutoka kwa familia yake aliyemfuata Kristo. Labda wewe ni hivyo tu, labda wewe ndiye mtu wa kwanza kabisa katika familia yako yote kumfuata Yesu Kristo. Nataka ukumbuke kwamba hili alikumzuia Nathanaeli kuwa na athari kwa ajili ya Kristo. Haikujalisha kujalisha kwamba hakuwa na watu wengi nyuma yake waliomfuata Bwana. Kwa kweli, mapokeo ya kihistoria yanatuambia kwamba atafika hadi kaskazini mwa Iran hata kusimi mwa Urusi na injili, na ataacha urithi wa kiroho wa uaminifu kwa Kristo. Sasa anayefuata kwenye orodha aliyoitwa Luka ni Mathayo. Mwanafunzi Madhayo tayari amejitokeza mapema katika safari yetu ya hekima kupitia injili, na tumetumia muda kumwangalia. Lakini kwa kukumbusha Madhayo au Lawi, alikuwa anachukuliwa kama msaliti kwa watu wake. Alikuwa mtoza ushuru, na hiyo ilimaanisha kwamba kwa namna fulani aliuza nafsi yake kwa dola ya Kirumi ili kugeuka na kuwatoza ushuru watu wake. Hiyo inamaanisha kwamba kimsingi aliacha watu wake. Alikuwa anawatoza zaidi ya kile ambacho Warumi wangehitaji kama ushuru. Alikuwa anachukua sehemu ya juu kwa ajili yake mwenyewe. Alikuwa amekuwa tajiri kwa sababu ya hilo, kama walivyokuwa watoza ushuru wengine. Ninaamini kwamba wanafunzi wengine wangejiuliza hapa kama Yesu alikosea kumuita Mathayo. Lakini kwa uchaguzi huo, kanuni nyingine muhimu inanijia akilini hapa. Yesu hakuwaita watu waliokuwa tayari na sifa. Aliwaita watu na kisha akawapa sifa za kumtumikia. Bwana atabadilisha moyo wa Mathayo kwa kiwango kikubwa sana kiasi kwamba hatimaye ataandika injili ya Mathayo, hasa ili kuwafikia watu wa Israeli aliokuwa amewaacha awali maishani mwake. Kumbuka hilo, atawaandikia, atawafikia ili kuwathibitishia kwamba Yesu Kristo kweli ndiye Masia, wow. Sasa hebu nikutambulishe kwa mwanafunzi anayefuata kwenye orodha. Jina lake ni Thomas. Katika Yohana saa kumi na moja na madakika kumi na sita anaitwa pacha Didimo. Inaonekana alikuwa na ndugu pacha. Sisi hatujui chochote kuhusu pacha wake. Tunachojua ni kwamba kwa kane nyingi Tomasi amekuwa na jina hili lisilopendeza sana. Tomasi asiamini na hilo jina bado linatumika kwake kwa njia, miaka elfu mbili baadaye. Inaonekana kama hawezi kulisahau hilo. Anaonekana kama mwanafunzi mwenye huzuni kiasi, alikuwa mwepesi kuamini mabaya. Ndiyo, aliwahi kukata tamaa kabisa. Hakuamini mara moja kwamba Yesu alifufuka kutoka kaburini na alikosa mkutano wa wanafunzi Yesu alipowatokea. Lakini ngoja nikuambie, nafikiri Tomasi anastahili jina lingine, na sio Tomasi asiyeamini. Ningependekeza aitwe Tomasi jasiri. Ushawahi kufikiria kwamba Tomasi ndiye alikuwa mwanafunzi wa kwanza kusema yuko tayari kufa pamoja na Kristo? Ilikuwa wakati Yesu alipoamua kwenda kutembelea kaburi la Lazaro, na wanafunzi wengine walikuwa na wasiwasi kwa sababu walijua viongozi wa Kiyahudi walikuwa wanapanga kumua Yesu. Na Tomasi akasema kwa ujasiri, katika Yohana saa kumi na moja na madakika kumi na sita na sisi twende ili tufe pamoja naye. Yaani, kama yeye atakufa basi mimi nataka nife pamoja naye. Hii ni kauli ya ajabu ya ujasiri na upendo kwa Kristo. Hebu nikupe kanuni nyingine muhimu hii hapa. Yesu hakuchagua wanafunzi ambao hawangemvunja moyo kamwe. Aliwaonyesha wanafunzi wake kwamba yeye asingewavunja moyo kamwe. Kwa njia kama Bwana asingewaruhusu wale waliomvunja moyo kuwa wanafunzi wake. Mimi nisingekuwa mmoja wao leo. Huenda nawe pia usingekuwa. Kwa njia Historia inaonyesha kwamba Thomas alipeleka injili hadi India. Alimtumikia Bwana kwa uaminifu kule India kabla ya kuuawa shahidi kwa ajili ya imani yake. Nimewahi kutembelea e, jiji la Chennai ambako inasemekana Thomas alizikwa. Kwa kweli, hadi leo makanisa mengi kusini mwa India yanadai asili yao kutoka kwa huduma ya ujasiri na uaminifu ya Thomas shujaa. Sio Thomas asiamini. Basi, kwa hayo, muda wetu umeisha kwa leo wapendwa, mpaka tutakaporudi tena. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote Kamina.